Biashara kubwa sana. Mimi najua leo mabenki mnafukuzana kwenda kwa watumishi wa serikali, hao ndo wanaoongoza kwa kuweka deposits nyingi sana. Nakubaliana na ninyi, lakini siku benki yoyote Tanzania ikitoka ofisini ikavua koti la ubenki, ikaenda Uamgasa, ikaenda Nyaruyehe, ikaenda Nyarugusu, ikaenda Katoro ikakaa na wachimbaji ikaona mfumo wa biashara unaofanyika pale, mna uwezo wa kufanya vizuri zaidi kuliko hivi sasa. Niwaombe Stanbic, leo mmepata nafasi, mpo mkoani Geita, tumieni nafasi hii, mtakuja kunishukuru baadaye. Kama alivyosema mwenzangu Bwana Omari, mwaka huu tutakuwa na matawi mengine mapya manne na tutafika Zanzibar pamoja na mikoa mingine, lakini ningependa kuelezea zaidi kwamba kwa wafanyabiashara wa mkoa huu wa Geita tuna masuluhisho ambayo tumeona ni rafiki. Tunajua benki ziko nyingi na sisi tukiwa mojawapo, lakini sisi ajenda yetu ni kuweza kumsikiliza mteja na kuja na masuluhisho ambayo yanaongea na yule mteja. Moja ya vitu au ya bidhaa ambazo tunatarajia kuja nazo hapa Geita ambapo tumeshafungua kwa heshima yako ukitufungulia tawi letu ni pamoja na huduma ya mikopo janja. Mheshimiwa, tunatambua mkoa wa Geita una wachimbaji wadogo wadogo na wafanyabiashara wadogo wadogo, tuna suluhisho la mitaji kwa kiasi cha shilingi hadi milioni mia moja kumi na tano bila kuwa na dhamana yoyote, kuendana na huduma niliyohitaji hapo mwanzo ya vifaa mbalimbali Tunaamini wachimbaji wadogo na wafanyabiashara walioko katika mkoa wa Geita wakiweza kupata masuluhisho rafiki ya kuweza kupata mitaji kwa wakati na kwa riba nafuu, itaendelea kuchagiza uchumi wa mkoa wa Geita. Pamoja na hayo, tumesikia ombi na ushauri kutoka kwa waliongea mbele yangu kuhusu riba, ningependa kukuhakikishia kwamba tunashirikiana na washirika mbalimbali wa ki, eh, kimkakati kuweza kuwa na guarantee schemes ambazo zitawawezesha wachimbaji wadogo na wafanyabiashara wadogo kuweza kupata riba rafiki ambazo ni chini ya commercial rates ambazo tulizonazo. Kwamba mkoa wetu ni miongoni mwa mikoa mikubwa, ni miongoni mwa mikoa mikubwa yenye uchumi mkubwa kwa wananchi wake sisi kama ambavyo wameeleza vizuri mzunguko wetu wa fedha, mzunguko wa fedha. Maana sisi wao, tunakutana na wenzangu, tunapokuwa na wakuu wa mikoa wenzangu, tunataniana, wako wanatamba na pamba, wanasema mimi ndio naongoza kwenye pamba. Ukienda kule Simio anakuambia sisi ndio tunaongoza pamba, na mimi nawaambia wewe, hiyo pamba yako hiyo, ukiibeba pamba yako yote ukaijaza, si maroli, anakuwa tani na tani, si tani ngapi? magari karibia elfu moja mi nitakuja na kirikuu moja tu pambayako yote na inunua. Nitafadhali na, na nitaomba nisome kwa haraka, pameandikwa kwenye jio la msingi: tawi hili la Benki ya Stanbic Geita limefunguliwa rasmi na Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde mbunge.